Habari yako Dada Maria? Njema, kazi. Salama, unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Karibu tena Wa Dada Center. Asante. Wewe ulishamaliza mkataba? Ndio. Na ulimaliza lini? Mwezi wa tisa ulikuja kufanya content lini? Tarehe ishirini na tatu. Tarehe ishirini na tatu. Kwa hiyo mm, baada ya content ukaona Haukuwa na mawazo ya kuanza mkataba ama ikawaje mbona ukaona? Nilienda kwa nyumbani. <coughs> Kupumzika. Karibu mm -hmm. Tena Wadada Center, unajua nyumba hapa ni nyumbani kwa wewe ambaye umeshafanya kazi na sisi, umesha yeah. Yeah. E, na sisi ukamaliza mkataba. Ndio. Eh, na mimi nimeshapata pongezi zako nyingi sana za kumaliza mkataba ulipokuja kufanya content. Ndio. Yeah. Lakini na mimi nakupongeza na kipekee kwa maamuzi mapya uliyofanya kuona kwamba bado unahitaji una kuja kuendelea kujitafuta ili kwamba uendeleze kuyatimiza yeah. malengo yako pale ambapo ulikuwa umeishia kwenye mkataba wako wa kwanza. Sasa hivi umejipangaje labda kwenda kwenye kazi upya? Mm, nimejipanga ile nitimeze vizuri malengo yangu. Mm, Ulikuwa yeah. level gani mkataba wako wa kwanza? Tradition. Ah, okay. Ambayo zamani ulikuwa unalipwa laki moja. Yeah. Ndio. Eh, lakini sasa hizi ukienda utalipwa laki na nusu. Sio unajua? Ndio. Yeah. Eh, ina maana kama ulikuwa una malengo mwaka wako wa kwanza wa mkataba, sasa hizi malengo yatakuwa kidogo yatafikika kirahisi kuliko yale ya mwaka wa kwanza. Ndio. Yeah. Mbona, sasa, kama umekaa kinyonge sana, utafikiri mgeni, jamani, hapa wa Wadada Center, wakati wewe ni mwenyeji au kuna tatizo lolote? Ehe, mipango yako ya mwaka <coughs> Ma huu ni nini <coughs> ah, ambayo umeanzisha ni yapi? Nimenunua kiwanja. Hongera Unataka kujenga nini sasa? Unajenga nyumba ya kuishi, biashara ya kuishi? Hongera uh -huh. mm -hmm. sana kwa kuwa na maono makubwa hayo. Hmm. Kwa hiyo utakuwa ndo mkataba wako wa mwisho ama bado una plans za kufanya angalau kwa mwaka? Nikimaliza nikipata neema ya kuendelea pia nitaendelea. Lakini mm, kwa sasa hivi umefocus kwanza kwenye mm, huu mwaka mmoja kwanza. Mm. Okay, na muda ambao unaendelea kupanga matarajio yako makubwa, natakua ukumbuke pia kwamba una umeshapata experience, unategemea kwa mwaka huu utafanya vizuri zaidi kwenye majukumu yako, si ndio? mm. Okay. Sasa tuna kupongeza kwenye maamuzi ambayo unayafanya. Kama unakumbuka lengo la hita sisi ni kuwasaidia wadada wanawake waweze kujitegemea kiuchumi, kwa hiyo kwetu sisi ni furaha kubwa kupata wadada kama wewe ambao wanajitambua, wana malengo, wanajua ni nini ninini wanataka. Sasa una washauri nini wadada wengine wenzako ambao wengine wapo hawajanunua kiwanja kama wewe hawana plans Mm. Na wajitoe wasibaki tu majumbani hawana kazi, mm. Waje wafanye kazi na wao kama sisi. Okay. mm, mm. Unaweza ukatuambia kidogo kwamba kwa experience uliokuwa nayo, labda ni changamoto gani uli ku, uliipata ambayo ilikuwa inakusumbua kwenye utekelezaji wa majukumu yako, lakini sasa hivi umejipangaje kwa sababu tayari una experience uta utawezaje kui overcome hiyo changamoto pengine mm. Changamoto ni ndogo sana. Mm -hmm. Niseme tu changamoto ni hamna, ni mimi mwenyewe au ni wewe mwenyewe, namna kujiweka, mm -hmm. na kupangiria majukumu yako. Ila mm -hmm. kushaweka majukumu yako hakika. Okay. Mm -hmm, sawa, changamoto mm halina. Okay. Kawaida. M sawa. Umeshahudhuria training za uh, kipindi hiki kwanzia umekuja hapa. Ujafanya training. Mm -hmm. Okay. Maana yake unatakiwa ufanye training kwa sababu kuna vitu vipya vingi vimeongezeka. Kwa mfano sasa hivi tunaishia customer service. Mm -hmm ambayo mwanzo hamkuwa na hiyo part, yeah. mm -hmm. Namna nzuri ya kuwahudumia wateja wako kwa hiyo uh, nadhani utapita kwenye hizo trainings zetu before, mm -hmm. haujapangwa kazi. Sawa dada Maria, na ya vinginevyo, sisi tunakutakia kila la heri, tunaamini utapata sehemu tena ya kwenda ku, ku, ku, ku, kufanya majukumu yako, lakini pia kupata sehemu ya kuweza kukupatia kipato ambalo, mm -hmm. ndio lengo lilokuleta wewe Wadada Center.